Nimeona, nimeona kuna mtu anashinda, lafu kuna mtu anataka mziuyo. Nimeona <laughs> anachezea imara ya kumba, anachezea imara ya nkumba. Huu mchezo mdogo sana, na mimi kama kumba, takikisha unafika salama na utapata kuma <laughs> kumba

ckckumefanikiwa <totipa> kumua. Ndio, nimefanikiwa kumua. Ingawa yu kijana amenisumbua sana. <laughs> ah, yeah, yeah, tunaweza tukamwona <sighs> bila shaka mnaweza mkamwona, ila naomba mnisubiri kidogo, hmm. amugalabatang abatangu hey. Nisubiri, nisubirini kidogo, sawa? <laughs>

Wenu huyu hapa anaonekana mwenye nguvu, hakika atatufaa katika matumizi ya shamba. Huyu ah, anafaa kabisa. Naomba niwaulize kitu kimoja, pesa yangu mmekuja nayo yote? Ndiyo pesa tunayo sasa. Kuna dawa na wapa hiyo dawa, mtaweka katika vinywa vyenu. Hakikisheni wakati mnatembea msiongee na mtu yeyote, hata wenani awasemeshe, naomba msiongee naye. Huyu atawafata, nendeni mkamtumikishe. Kazi yoyote ile atafanya. Mkimchoka ni juu yenu kumuua, na siku ya kumuua niteni, nimle nyama, ni mla nyama. <laughs> Mimi uchawi sinunui, uchawi na utengeneza mwenyewe. <laughs> Atafuta tu msiogope. Hiyo dawa. Mkivuka kwenye eneo lalo, mtaiweka mdomoni kwenye vinywa vyenu. Mtakacho kisema atafata. Wala hata wasumbua. Mm. Acha niwape dawa. Naomba mniandalie langu ile ile. Sawa. Dawa tamu, dawa tamu. Hebu ndo gaena gwanuka mvute. Yawi gona ngaenga. Yawi, yawi ngwangu. Hey! Hebu jamu, hebu jamu.

Huyu mtu atawafata kila mtakapotembea. <laughs> Mnaweza kwenda, atawafata, hakuna mtu atakayemuona zaidi yenu. Mkivuka wawangu, dawa ni mdomoni, ila msiangalie nyuma, sawa? <laughs> Ndugu wangu, karibu nyumbani, karibu tena kwenye kijiji chetu. Tangu umeondoka mpaka umerudi, kijiji chetu bado akijiendelea kipo vile vile, labda kilichoongezeka ni uchawi tu, kwa sababu kuna mazingira ambayo mimi ninakutana nayo kama kaka yako, ni mazingira ambayo ni magumu, ni magumu kweli kweli. Kuna kipindi ninaweza nikalala nikiwa nina nguo lakini kuamka asubuhi sina nguo hata moja. Eh, eh? hakuna siku iliyoniuma. ninataka kwenda kwenye sherehe, nimepanga nywele zangu vizuri kabisa, nimezichana vizuri, lakini nikalala usiku vizuri, naamka asubuhi nina kipara. Mungu wangu eh? Kuna kipindi ambapo naweza nikatenga chakula changu, kiko hapa mbele, nakiona, nimeanda kamsusa kangu eh, kamboga kangu kazuri, lakini ghafla, chakula kinapotea. Juzi nilitoka ndani kwenda nje. Nashuhudia baisikeli inazunguka hapa eh. Mbona ni hatari, lakini umwoni mtu anaiendesha. Lakini haikutosha, kijiji cha pili kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Maliganya alikuwa ameshapanga ndoa yake vizuri, mazingira yameshakaa vizuri, tumeshachinja ng'ombe, kila kitu kimekaa sawa lakini kesho yake ya sasa ndo anaenda kuoa yule mwanamke akafariki. Sasa ambacho nataka nikwambie mdogo wangu, unapotoka hapa nyumbani, hata kama utasema kwamba labda uzunguke zunguke utembee, hakikisha saa kumi na mbili kamili huo umeshafika nyumbani. Sijui unanielewa mdogo wangu. Sawa kaka, e, nakuelewa. Lakini mdogo wangu hapo uh, umepanga labda kukaa siku ngapi eh? sawa sawa, hapa ni nyumbani, lakini umepanga kukaa siku ngapi ah, kaka kwa, kwa kweli sijajua, maana huko penye nilipotoka hatuna amani kabisa. Nimegombana na mume wangu oh. E, mimi nafikiri kwamba kaka yako nipo, sijawahi kushindwa na jambo lolote. Nitazungumza na mume wako na nina imani kwamba haya mambo yatakuisha, lakini hapa ni nyumbani, haimaanishi kwamba kukuambia haya kwamba ninakufukuza hapana. Wewe ni mdogo wangu, wewe ni familia yetu, sawa, sawa. E, najaribu tu kukuambia mazingira ambayo tuliyonayo. Basi, karibu mdogo wangu katika kijiji chetu. Kijana wameamua kujiunga na chama chetu. <tune> kuna masharti matatu. Sharti la kwanza, unatakiwa usiwe na dini ya aina yote ile. Ndio mkuu. Sharti la pili, uwe tayari kumua mtu yoyote, hata kama ni mama yako mzazi na ukimua lazima tumle nyama. Mashati mm, la tatu tutakupatia chungu, utaenda nacho nyumbani kwenu. Ndio mkuu. Uko tayari? Ndio mkuu. Baada ya siku saba utakuta kuna jini, jini wako wa uchawi. Ndio. Je, <laughs> uko tayari? Ndio, niko tayari. <laughs> <laughs> <laughs> atahitaji kula damu <clears throat> lazima mlishe chakula cha damu. Huko tayari? Ndiyo mkuu kununua si umeutoa wapi? Usitumie vibaya kuwanyanyasa nyanyasa wenzako, najua kila kitu. Leo nimekuja kwako ili nikuoneshe kwamba hasara za kutumia uchawi wako vibaya ni zipi. <laughs> <laughs> mimi ndio kumba navumila kuskonge eh, wanuwaliza kuwana ili wapone. Alafu wewe unaziwia, wewe ni nani? Ngoja nikuoneshe kwamba mimi leo ni nani. <laughs> Ah, kumba masaka eh, mtu wa mweli kuvuma kuskonge, sijawahi kushindwa kitu. Ngoja nikuoneshe mimi ni nani. kuna dawa inayofanya kazi mm. Mm. mimi ndiyo bingwa, mchawi wa wachawi hapa kijijini. Nakupa onyo la mara ya mwisho, nakupa onyo, nakupa onyo. Ukirudia kukanyaga hapa, watakuja kutoa mwili wako hapa, la sivyo nitakula nyama mimi mwenyewe. Mimi bingwa hakuna mtu hapa kijijini anayeweza kucheza na uchawi wangu. Ninaua watu kama kuku, na wewe ni kuku. Toka, toka, toka! Hii vita itaisha? Hmm! Ndio kwanza inaanza.

muligowomwanihamu mkubwa sana wanila walelo mwiza ena kuniambilizia na uitana. Wewe mjumbe wa mizimu yangu, nimekuita hapa ili nikuagize mje mniongezee nguvu. Uchawi uliopo mbele yangu ni mkubwa kuliko nguvu zangu mimi. Nguvu zangu ni ndogo, na ndio maana nimekuita ili kuomba msaada. Wakulu wangu nimewaita mje mnisaidie kupambana na hiki Mkumba nazalirika wakubwa zangu mpo. Mjumbe na kuomba kawafikishe wakuu wangu hii taarifa, sadaka yako imekubaliwa. Kesho asubuhi uende mtoni, utakachokikuta ndani ya maji kichukue na uje nacho hapa, hiyo ndo nguvu yako. Nawashukuru sana wakuu wangu, nawashukuru sana wakubwa zangu kwa kuniongezea nguvu nilikuwa nataka nizalilike. Nkumba huu uchawi anaotumia ni mkubwa kuliko uganga wangu. Na washukuru sana waku wangu. <laughs> Kumba masaka hajawahi kushindwa kitu. <laughs> na mimi sadaka yangu hapa wapelekewa wakuu wangu. Na washukuru sana wakubwa, na washukuru sana wakuu wangu kwa kuniongezea nguvu na kwa kukubali ombi langu.